Ijapokuwa bamia huchukuliwa na wengi kuwa ni chakula rahisi kinachotumiwa zaidi na kundi la watu wenye uchumi wa chini na kati, lakini ukweli ni kwamba aina hiyo ya mboga ina maajabu ya aina yake mwilini. Walaji wa bamia hunufaika kwa kupata utitiri wa viinilishi ambavyo hupatikana kwenye zao hilo ambavyo humpatia mlaji faida nyingi za kiafya. Zifuatazo ni faida nane za bamia katika mwili wa mwanadamu. Faida ya kwanza, husaidia wanawake kuepukana na changamoto za hedhi. Wapo wanawake wanaosumbuliwa na maumivu ya hedhi mara kwa mara, vile vile na siku zisizotabirika. Ulaji wa bamia utawasaidia kuondokana na tatizo hili. Faida ya pili ya bamia husaidia kukabiliana na ugonjwa wa pumu. Bamia ina vitamin C ambayo inawafanya watoto wanaougua ugonjwa wa pumu kupumua vizuri wanapoitumia. Nusu kikombe cha bamia iliyopikwa huwa na miligram 13 ya vitamin C, ikiliyo husaidia sana. Faida ya tatu ya bamia husaidia kupata virutubisho aina ya nyuzi nyuzi ambavyo husaidia katika kusaga chakula tumboni. Kwa wale wenye tatizo la kupata choo kigumu, ulaji wa bamia husaidia kuondokana na tatizo hilo, kwani husaidia kulainisha utumbo mkubwa. Kutokana na kazi yake ya kulainisha choo, bamia hutumika kwa kutibu vidonda vya tumbo, inasaidia kusawazisha asidi. Aidha, bamia ni protini ambazo husaidia kujenga mwili. Ulaji wa bamia husaidia pia kuimarisha afya ya nywele, kupambana na tatizo la uchovu wa mwili na pia msongo wa mawazo. Faida ya nne ya bamia husaidia kukutoa katika hatari ya kupata gonjwa wa kisukari kwa sababu ya uwezo wake ya kusaidia kuyoyusha au kumengenya sukari, pia kuweka sawa mfumo wa sukari mwilini. Bamia ni aina ya, ya chakula chenye utajiri wa makapimlo ambayo ni muhimu sana katika mwili, hasa katika usagaji wa chakula. Mojawapo ya faida ambayo ni muhimu ni kusaidia kumengenya sukari mwilini au kuweka sawa mfumo wa sukari mwilini na pia Tatizo la kukosa choo ni tatizo la kawaida kwa wagonjwa wa kisukari bamia ikiliwa mara kwa mara inasaidia kurekebisha mfumo wa umeng'enyo wa chakula wa na sukari mwilini. Angalizo kwa wagonjwa wa kisukari, msiache dawa zenu kwa kuanza kutumia bamia kama dawa. Majimaji yanayotokana katika bamia yana uwezo wa kuondoa lehemu katika mishipa ya damu kwenye mwili. Tumia bamia mara kwa mara kama tunda mboga linalosaidia kumengenya sukari mwilini na kuimarisha kinga ya mwili wako. Tukiachana na kisukari, bamia huongeza au huboresha kinga ya mwili, hasa kwa watu ambao kinga yao ya mwili imeshuka, kama vile watu wenye maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Faida ya tano ya bamia husaidia kusafisha damu. Ulaji wa bamia husaidia kutibu tatizo la upungufu wa damu. Bamia pia huondoa sumu mwilini, na faida nyingine ni kuimarisha mifupa pamoja na mfumo wa uonaji kwa sababu ina chanzo kizuri cha vitamini A na beta carotene. Faida ya sita ya bamia husaidia mwili kukabiliana baadhi ya saratani Utelezi wake huchuja uchafu unaoingia katika koresto na asidi ya nyongo inayoingia kutoka kwenye ini ambayo isipodhibitiwa huenda ikasababisha matatizo ya kiafya. Faida ya saba ya bamia husaidia pia kwa ugonjwa wa kansa, kwa ugonjwa kidonda ndugu. Kansa wakitumia bamia husaidia kuweka utumbo kuwa na hali nzuri, hivyo hupunguza uwezekano wa kuugua ugonjwa huo wa kansa, hii hasa kwenye utumbo mkubwa. Faida ya nane ya bamia husaidia mishipa midogo ya damu. Kula kwa wingi bamia kunasaidia kuimarisha mishipa midogo ya damu. Watu wenye matatizo ya vidonda vya tumbo, bamia husaidia kupunguza uwezekano wa kupata saratani ya tumbo na kuongeza kiwango cha damu mwilini.